Moja kati ya vituko ambavyo vimetokea leo hii ni mchezaji wa KenGold Bernard Morrison maarufu kama BMW3 kuweza kugomea kutoka nje wakati wa mchezo wao dhidi ya Simba. Morrison ametoa sababu za kukataa kutoka nje baada ya mchezo kuisha akidai kwamba yeye ndiye mchezaji ambaye alikuwa anacheza vizuri kuliko wachezaji wote katika timu ya KenGold. Msikilize Bernard Morrison baada ya mchezo kuisha na kisha udondoshe comment hapo chini kwamba alikuwa sahihi au alipaswa kutoka kama kocha alivyotaka. Morrison, mchezo umeonaje? Ah, ni ni, ni kawaida ku, ku, ku kufungwa nini eh, tano sifuri dhidi ya Simba ni kawaida. Sisi tulikuja kucheza ku, kama mazoezi tu, kwa hiyo eh, sio mbaya ku, ku, ku, ku eh, to lose game against Simba ni kawaida mimi nini, mechi yangu ni kufanya mazoezi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya mazoezi, mazoezi yangu ni saa moja na nusu kwa hiyo siwezi kuacha mazoezi ndani ya maybe dakika hamsini au hamsini na tano sitoke nje, hawezekani jamani. Hata kama kama ni mwalimu, wewe mwalimu, unaona mimi ni mchezaji anafanya vizuri kwenye game na kuna wachezaji wengi Uh, uh, wana, wana, wanapoteza mpira mara nyingi. Sasa unawaacha ndani, wanataka kutoa Bernard Morrison. <laughs>